Karibu kwenye tutorial au mafunzo ambayo naweza nikakupa maelekezo ya jinsi gani unaweza kupita katika maeneo mbalimbali mbali kwenye website yetu ya academixpoint.com ambayo inakupa huduma um, kadha wa kadha ambazo zinahusiana na mambo ya taaluma, na hii ni kwako wewe mwalimu ambaye unapata tabu kuandaa matokeo ama kuandaa uh, lesson plan ama lesson notes. Hapa leo tunataka kuanza kupitisha sehemu moja badala nyingine ili uweze kupata mchanganuo na jinsi gani unaweza kutumia website yetu. Ni rahisi sana. Hatua ya kwanza kabisa unaweza kuingia kwenye browser yako. Mimi natumia Chrome kama mnavyoona. Chrome ni, ni program ambayo kompyuta nyingi zipo ipo na unaweza pia ukaipata kwenye I mean, App Store, I mean, sehemu ambayo unaweza uka download pia ukaistore kwenye kompyuta yako, au kama unatumia Mozilla ama kama unatumia browser zingine zingine ambazo pia wewe unaweza ukazitumia. Sasa hatua ya kwanza kabisa unakuja hapa kwenye hii browser una search kitu kinaandikwa Academix Point, kisha search hapo, utaona matokeo kadha wa kadha yanatokea kama hii hapa na um, naweza kuingia kwenye hiyo ya kwanza kabisa ambayo ambayo unaweza hapo juu yes. Ikifunguka ukiwa uh, kwenye kwa wale ambao wanatumia kompyuta unaweza kuona view kama hii hapa ambayo inakuonyesha juu kabisa website ambayo ina home hapo. Ina download app. Ina help, Pricing, contact pamoja na account. Lakini ukija huku chini unaona kuna um, click here to register or login. Kuna lesson plan, kuna lesson plan ya zamani ambayo ni hii hapa old, alafu kuna new, lakini pia kuna find lesson notes kama unavyoona. So hatua ya kwanza kabisa ni kufahamu panels na jinsi gani ambazo zinafanya kazi kwenye hii website. Kwa mfano kama um hii panel ya home, nafikiri ukiklik inakuleta hapa hapa moja kwa moja, kwa sababu tupo home. Yes, kuna hizi buttons zingine za contact us. Unaweza, unaweza kuona contact. Kuna button ya pricing ambayo unaweza kuona uh, bei kwa sasa hivi bado haijawekwa, kwa hiyo nakuambia destination and available. Unaweza pia kuona account kama umesha register au unataka ku, kutengeneza account unaweza kuona pa register na kuna sehemu panel ya login pia. Kwa hiyo unapokuja um, huku chini kuna maelezo kuhusiana na contact us, quick links pamoja na resources. Hizi zote ni paneli mbali mbalimbali ambazo zipo kwenye website yetu, lakini cha msingi zaidi nataka nianze kukupitisha kwanza kwenye sehemu jinsi gani unaweza kutengeneza account kwenye hii uh, academixpoint.com. Ni rahisi sana. Ukisha kuja kwenye hii panel hapa, utaona panel ya account Registration for School Academic Office. Unaiclick hiyo hapo alafu utaona panel mbili ambayo moja inakuonyesha login, nyingine inakuonyesha register. Wewe ambaye hauna account bado, una click sehemu ya kuregister. Yes, ukifungua sehemu ya kuregister, utaona panels mbalimbali mbali ambazo zina maelezo tofauti tofauti. Kwa mfano kama hii panel yetu inaonyesha hapa school name, school index number, username, email address, phone number, password na pia inatokea confirm password. Kwa hiyo kwa mfano mimi hapa nataka nianze kutengeneza akaunti yangu na jina langu la shule linaitwa uh, let's say Ling Ling Secondary School Sindiyo? And index number ya shule yangu ni 54321 user name yangu mimi inaitwa let's say inaitwa ling. Hiyo no, unaweza kutengeneza kwa kutumia mfumo tofauti. Kwa mfano mi naweza nikaweka herufi ya kwanza iwe kubwa ling wizi, si ndio? Lakini pia naweza kuweka email address ambayo naweza kuitumia kwe kwenye hii account registration. Uh, let's say naandika hapo richard pro at gmail.com kind of naweza kuweka namba yangu sim ya simu ambayo ndo hapa nayiandika sita moja tano mbili. Lakini pia anaweza kuweka um, password lakini password tuna recommend iwe at least ina characters nane, maneno kuanzia nane. Unaweza kuandika password yako namna hiyo, kwa mfano mimi naweza nikaandika yes nikarudia tena kwa ufasaha na usahihi kama nilivyoandika mwanzoni yes. Alafu una click button ambayo imeandikwa sign up. Kama kuna kitu hakijakaa sawa, kwa mfano kama hapa nimeambiwa password must be at least 8 characters, kwahiyo kuna kitu hakijakaa sawa. Kwa hiyo unaweza kuangalia sehemu ambayo kuna alama nyekundu, hapo patakuwa pamekosewa utarudia tena ku type password yako vizuri kabisa. Kuna button pia ambayo unaweza ukashow hapa password pia ukaona ni jinsi gani password zako zimekaa zipo vizuri ama zipo vibaya, then una sign up, lakini bado inaniambia password must contain at least 8 characters long and contain uh, both letters and numbers. Kwa hiyo nafikiri kwenye hii password yangu kuna namba zina miss, kwa hiyo naweza nikaweka labda namba mwishoni. Hivi ndio jinsi ambavyo unaweza ku register na sasa hivi nikisha register hapa, itakuwa ina load kama unavyoona panel inazunguka hapo. Yes, inaniambia kwamba sign up successfully please now uh, login to continue. Kwa hiyo mimi hizi password nazi save hapo, utakuwa tayari umeshafanikisha ku sign up kutengeneza account. Kwa hiyo ukishakuja hapa unaingiza um, I mean username ambayo niliiweka ambayo ni hii hapa. Kwa kuwa nilisha save, kwa hiyo itakuwa inaonekana hapa direct, then una login. Kisha login, kama credentials zako zipo sahihi, na kuonyesha kabisa login successfully, re redirecting to dashboard, ambako inakupeleka sasa kwenye dashboard ili uweze kuona um, jinsi gani unaweza Yes. Kisha funguka hapa panel yetu, baada ya kulogin kwenye hii account yangu ya Academics Point. Naona kuna sehemu ambayo upande wa kushoto kuna sehemu ambayo ina profile na, na message pamoja na notification, la setting na privacy na sehemu ya log out. Nikija huku naona kuna sehemu ya assign teachers, naona kuna uh, push name to server, lakini naona kuna task progress. Hizi ndo button ambazo unaweza kuziona ukisha login, kwa hiyo hapa nimeelekeza namna gani unaweza ku sign up kutengeneza account kwenye academixpoint.com, lakini vilevile account kama um, hii ambayo unayo hapa inatakiwa ifanyiwe, uh, activation na ku activate, ni unaweza kupiga simu kwa namba ambazo zinasomeka hapa juu, hizi hapa. Ukishapiga hizi namba, which means una uwezo wa ku contact na huduma kwa wateja direct na akakuaktivitia akaunti yako mara moja.